Vita viliyosahaulika aidha vita vinavyopuuzwa katika majukwaa ya kimataifa ni mzozo ambao unaoendelea nchini Sudani kati ya makundi mawili, upande mmoja unaoongozwa na Dagalo na upande mwingine unaoongozwa na Burhani ni viongozi wa kivita tangu mwaka 2023. Kabla ya hapo, utakumbuka mwaka 2019, wakati ambapo rais Omar Al Bashir aliondolewa madarakani. Mwaka huo kuliundwa serikali ya mpito, serikali ya mpito ambayo ilivunjika Mwaka elfu mbili ishirini na tatu kwa kuwa serikali hii ya mpito ilishindwa kuandaa uchaguzi huru wa kidemokrasia kama ilivyokuwa imeandaliwa, wakati ambapo rais Al Bashir atakapoondoka madarakani. Baada ya muda serikali ya mpito inatakiwa kuandaa uchaguzi, jambo ambalo halikufanyika. Abdul Fatah Al Borhani na Dagalo walitofautiana kutokana na kwamba wanajeshi eidha, wapiganaji wa Dagalo walikataliwa kujiunga na jeshi ambalo lilikuwa likiongozwa na serikali ya Burhani, na kitendo hicho ndicho ambacho kilipelekea viongozi hawa wawili kuweza kuhasimiana na kuanza kwa mara nyingine mapigano kati ya wale ambao walikuwa ni washirika katika kumwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir. Inatajwa kuwa tofauti ambazo ni za maslahi ndizo ambazo zimepelekea viongozi hawa wawili kuweza kuhasimiana, kila mmoja kuwa na mfadhili wake ili kuweza kuchukua madaraka nchini Sudani kwa kuwa Sudani kuna utajiri ambao unatajwa kuwa ni wa kutosha, ikiwa ni pamoja na dhahabu, visima vya mafuta na vilevile vile kumiliki bandari zinazopatikana katika bahari ya Shamu kwa ajili ya biashara ya kimataifa. Kulingana na taarifa kuhusu mzozo huu wa Sudani, inatajwa kuwa Dagalo, jeshi lake nchini Sudani linamiliki eneo kubwa ambalo linatajwa kuwa na kiwango cha kutosha cha dhahabu, na dhahabu hiyo huuzwa kinyume na sheria katika mataifa ya Ghuba ikiwemo Falme za Kiarabu. Jambo hili inatajwa kwamba bila shaka kundi lake linadhaminiwa na Falme za Kiarabu. Katika mzozo huu inatajwa kwamba Egypt, Falme za Kiarabu, Urusi, Saudi Arabia zinaunga mkono upande mmoja au mwingine kwa kufadhili viongozi hawa wa kivita nchini Sudani. Unasemaje kuhusu ukimya wa Umoja wa Afrika kuhusu mzozo huu ambao unaendelea nchini Sudani? Tuachie mtazamo wako.